Kwa sasa hivi nikichukua muda ambao nimetoka Kongo na muda sasa hivi, naweza kusema kwamba kama nimekuwa kwa asilimia kumi, nilishafikisha hata kumi na tano kwa sababu nimesogea mbele kidogo. natamani kama kila mchezaji anatamani kutumia nchi yake, na sina pressure nayo, kwa sababu wale ambao wapo wanafanya vizuri sana, alafu ni wachezaji wakubwa Ala ambao wanacheza Ulaya, wanacheza kwenye matimu ambao ni kubwa sana. Kwa hiyo ni choice ya coach, mimi na, na respect nitaendelea kupambana ku kama siku yangu itafika, nita, nitafurahi. Hebu ambie wananchi kidogo ibaonawkuba mimi n na wakubali sana alafu, na nawashukuru sana kwa sapoti yao toka siku ya kwanza mimi nimefika hapa, kwa sababu kufika kwangu hapa imekuwa haijakuwa kama mchezaji kubwa amekuja, nimekuja kama mchezaji kawaida, lakini leo nimekuwa star Tanzania. Kwa mimi nawashukuru sana, na nashukuru na kila mtu kwa ombi lao, kwa sapoti yao na sapoti yao kwa timu ambayo ina, inafanikiwa ina kuchukua bingwa wa bara nne mfululizo sio kitu rahisi. Mimi na, na, na, na, nawashukuru sana daraja lako wakati huko huko Kongo inawezekana ulikotamani sana kucheza Tanzania. Pengine Kongo anazungumza vipi Tanzania na namna ambavyo ulifika Tanzania. Tanzania ni nchi nzuri na watu wanawapenda mpira tu, tu support hiyo kitu mpira tu support, mimi naamini itakuwa Unaona sij mitatu timu mbili za nchi imefika mpaka fainali ya, ya kombe la shirikisho. Ni kitu ambacho ni muhimu sana kwa nchi na kwa mpira wa miguu. Kwa watu viongozi waendelee kusapoti hizo timu ambao zinafanya vizuri na hizo timu ambao zipo chini na wale ambao hata hawana chance ya kuonekana kwenye TV lakini wapo chini wanapambana. Kwa watu waendelee kuwasapoti kuanza chini ndio inafikisha watu juu. Tafsiri yako kwa msimu mzima na ubingwa umechukua me, tafsiri yako kama Nzengeli? Mimi nashukuru Mungu tu. Yaani nashukuru Mungu kwa sababu msimu wa jakuwa rahisi, nimepata majiri lakini nimerudi, nirudi kucheza vizuri, namshukuru Mungu, namshukuru baba yangu spiritual ambao ni Pastor Tony Apora, amenisaidia sana spiritually. Mimi namshukuru sana, nashukuru kila mtu.